Akhwani wa akhwati fillah uhayikum bitahiyati mubarakati min indi Allah. Ala indillahi wa hiya salamu Allahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuhu. Ama baada ya kumshukuru mwenyezi mwenyezi Mungu Rabbu Jalla Jalalu na kumtakia ziada kipenzi cha umma mtume wetu Muhammadin mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, popote pale mlipo, ndugu wapenzi watukufu mnaoendelea kufuatilia Maalim Shabani online, e, aula yote twamomba Allah subhanahu wa taala tuhurumie katika huruma zake, atujalie wale watu ambao tutakayeweza kuyasikia majambo na tukayafanzia kazi. Twamomba mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, ndugu zetu waliokuwa vitandani, Allah wanyanyue, na kama kuna ndugu zetu wapo mahospitalini, Allah watoe, na wale ambao wametoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kutafuta riziki, mwenyezi Mungu awasimamie na ajaalie kuwa riziki hizo ziweze kuwa ni riziki e zenye manufaa na wao. Allah tunamuomba kwa rahma yake atuhifadhi na shari kubwa na ndogo. E, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Maalim Shabani, e, kama kawaida yetu tupo katika mwendelezo wa vipindi vyetu vipindi ambavyo vinapelekea kufaidika eh, japo kwa uchache, lakini alhamdulillah thumma alhamdulillah tunanufaika kwa kupitia vipindi vyetu hivi. Eh, hivyo hivyo shay'an fashay'a, kidogo kidogo, ila aljanna bi idhnillahi alkarim. Ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa maalim Shabani, eh, ama leo, ama siku ya leo, kuna pointi tuliishia katika vipindi vyetu vilivyopita. Tukasema mtu yuwapewa dawa, kwa mfano anafanziwa kisomo lakini yule jini anakuwa hatoki au anakuepo mkaidi. Mara nyingine tukasema inawezekana ni udhaifu wa msomeaji, inawezekana msomeaji mshirikina, anayefanza dua si mtu sawasawa, anachanganya dua zake, mara kuku, mara viwembe, mara nini, mara nini, vitakatakatele. Hii inapelekea kwamba dua hii kuto kukubalika au shepani wa kijini huyo kuto kuondoka katika mwili wa mwanadamu kwa sababu msomaji wa dua hayuko sawasawa kwa ajili hiyo ndugu zanguni, eh, wapenzi watukufu tukufu, eh, maisha haya eh, yanahitaji eh, eh, maradhi haya yanahitaji kutambua njia ya mtu kupita. Inawezekana ukawa unalifanya jambo sahihi, lakini ukakosea njia tu, jambo hilo likawaonekana kuwa ni gumu. Kwa mfano, eh, wewe umsomea jini ili atoke, lakini kumbe wewe mwenyewe hauko sawa. Yawezekana jini ni mwema Yaani uovu wa jini ukawa ni bora mbele ya Mwenyezi Mungu kuliko wewe unayekwenda kumsomea uovu wako ni mbaya zaidi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Kwa ajili hiyo inahitaji kwanza msomewaji awe sawa sawa. Tukayaeleza hayo msomeaji awe amenyoka na msomewa awe na yakini na kile anachosomewa. Lakini suali likaja likasema kwamba je, msomaji anaweza kuwa yuko sawa sawa ameshikamana na Qur'ani, ameshikamana na Sunna, ameshikamana na, na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallama. Na msomewa pia, mgonjwa anaweza kuwa yeye si mtu ambaye mwenye shaka na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini je, jini anagoma kutoka, tatizo linakuwa liko wapi? Tukapata inawezekana jini huyu itakuwa amefanywa vifungo na ndio maana anasomewa visomo na visomo hatoki, anakuwa mkaidi kutoka katika, katika mwili wa huyu mgonjwa. Tukasema dawa yake ni nini? Tukaeleza kwamba e, atasomewa mgonjwa huyu e, sura hizi ambazo tukawa tumezieleza, e, aya kwa wale ambao inawezekana ndio wanaingia kukutana na kipindi hiki kama mtu amepatia hayo niliyo yaeleza, ikawa jini mkaidi au jini yule amefanyiwa kifungo, je, unafanyeje ili umfungue kwanza yule jini katika vile vifungo, ili mgonjwa abaki yeye na jini abaki huru yeye na jini alafu, baadaye ndo uje umsomee sasa yule jini aweze kuondoka. Kwanza umfungue vile vifungo, tukaeleza sura za kusoba na hapa nitapitia kwa muktasari

hizi ukishamsomea mgonjwa tena, usifikirie kwamba unaweza ukamsomea, lazima umsomee leo na e, e, hizi sura za, kumundu, za kumfungua vifungo na leo hii ukamsomea zile aya za ruqya au kamsomea e, zile aya ule mtiririko wa ruqya ambayo aliosoma Mtume sallallahu alaihi wasallam au ukamfanzia dua zingine ambazo unazojua wewe ili jini aondoke, si lazima ukabandanisha kwa pamoja. Inawezekana leo ikawa ni siku kwa ajili ya kumfungua tu huyu jini, na ukiku kuta leo imeshindikana ime, ime inatokao, ufanye witiri kwa muda wa siku tatu. Siku ya kwanza unamsomea hivyo, siku ya pili unamsomea hivyo na siku ya tatu unamsomea hivyo. Ukimaliza siku tatu, lazima bi idhnillahi Alkarim jini huyo atakuwa vile vifungo vime vimefunguka. Naam, baada ya hapo, tukaeleza tuka tukasema inawezekana pia jini akawa na vifungo, jini huyo akawa ana uchawi ndani mwe. Sasa huu uchawi unatakiwa upate asbabu ya dawa ili upate kuondoka tukafika kwenye pointi ya kusema inawezekana katumia dawa za sihiri mgonjwa huyu, na kapita sehemu kwingi, kapewa dawa nyingi, lakini kwake hakawa hazimfai. Tukasema kuna utaratibu maalumu mgonjwa anatakiwa aufanye ili dawa iweze kufaa kwake. Ndio tuliishia hapa, afanye fanyeje? Dawa wazie wanatumia hizo hizo wanapoa maradhi ya, ma, yao, lakini dawa hiyo hiyo akiigusa yeye tu haimsaidii kwa chochote. Mona, wagonjwa zaidi ya kumi wamepewa dawa hiyo hiyo, alhamdulillah wamepona. Akija yeye dawa hiyo haifanyi kazi, anakwenda kwingine. Je, mtu wa sampuli hii anatakiwa asaidiwe vipi, alimradi dawa iweze kupoa? Na ni kitu gani kinachosababisha kina, kina, kina kwamba mgonjwa huyu E, asiweze kupoa? Nini kinachosababisha na dawa ni ile ile? Ndio tukasema tutakuja kueleza katika kipindi kinachokuja, na ndio hiki kipindi chenyewe. Sasa hapa unitegee sikio, na si lazima tu kwamba wewe e, dawa utakayochukua kwa Maalim Shabani hasha, wakala hii. Ni darasa tunatoa kwa faida kwa ajili ya umma. Yawezekana dawa ukapewa kokote, ni dawa nzuri, inatibia sihiri, lakini ukaichukua pia isikusaidie kwa chochote. Ndio nakupa hizi faida, zichukue zifanzie kazi. Jambo la kwanza mtu anapopewa dawa, ambaye huyu huwa haimkubali, yani akipokea dawa haimkubali. Jambo la kwanza, anatakiwa mgonjwa anapokwenda kwa yule tabibu, aende hali ya kuwa ana udhu. Hiyo ni jambo namba moja muhimu sana, awe na udhu uliokamilika, na pindi atakapopokea ile dawa, apokee dawa kwa kutaja jina la Allah subhanahu wataala, aseme bismillahi la haula wala quwwata illa billah, aseme hilo jina. Yaani, kipindi yule mgonjwa anakabidhiwa dawa, labda na tabibu, bana, hizi ndio dawa zako, unatakiwa uende kutumia kwa uwezo wa Allah sihiri iliyokuwa mwilini itatoka. Basi atangulize kusema maneno haya, bismillahi la haula wala quwwata illa billah billa. Bismillahi la haula hakirudi hata mara tatu, sio mbaya, lakini aiseme japo mara moja bismillahi la haula wala quwwata illa billah, anachukua dawa zake, anazipokea anazikamata. Hii ni moja. Waweza ukasema kwamba mgonjwa huyu inawezekana kashawahi kusema hayo maneno, alishawahi kuambiwa, lakini bado amechukua dawa, amekwenda nazo nyumbani. Mgonjwa yule eh, bado dawa hazikumsaidia, basi mgonjwa huyu inatakikana dawa zake asizipokee kwa mkono wake Dawa zake anatakiwa apokee mtu mwingine, asiziguse kabisa zile dawa. Mfano, ameenda kutibiwa sehemu, aende na mtu mwingine, zile dawa azichukue mtu mwingine, alafu yule mtu atakapofika nyumbani, awe anamnywisha zile dawa. Na kama kutahitajika anywe mwenyewe, basi ichukuliwe chumvi ya mawe, chumvi ya mawe isomee Ayat Kursiyu tatu no, yachukuliwe maji yasomee Ayat Kursiyu tatu. Ichukuliwe chumvi ya mawe itiwe mle kwenye yale maji, kisha yale maji yale yanawe, ayanawe mgonjwa namna hivi mikono yake a mimi achuruzishiwe hivi ananawa chini, achuruzishiwe hivi ananawa chini. Kama uwezi we kusoma Ayat Kursi, inawezekana sangine we sio Muislamu, tuna ma ushifa haya ambayo ndani mwe pia Ayat Kursi umuhimo. Utachukua maji haya utachanganya na maji mengine kidogo, utachukua na chumvi utachanganya, utamkosha yule mgonjwa mikono yake kwa kuchuruzika namna hivi, alafu tena aseme tena maneno haya, bismillah, la haula wala quwata illa billah. Kisha akamate sasa zile dawa aanze kuzitumia. Wallahi Karim, dawa hizo zitafanya kazi. Watu watajiuliza kuna nini mpaka dawa asishike yeye? Kuna nini mpaka ichukuliwe chumvi na maji, asome aya tekursi kisha akoshe? Kuna nini kwamba achukuliwe aoshe mikono yake? Alafu kwa nini aseme bismillahi la haula wala quwata illa billah ndo akamate zile dawa? Ndugu zangu wapenzi watukufu mnaofuatilia ndugu zangu ni katika imani na hata wale msiokuwa katika imani mnaofuatilia Maalim Shabani, hii naitoa kwa faida yako wewe mtazamaji kwamba wachawi washirikina na mahasidi wa kichawi huwa wanaweka uchawi special katika mikono yako. Dawa yoyote utakayoigusa tu tayari inaharibika ile dawa, na haiwezi kufanya kazi lakini dawa hiyo, hiyo hiyo akichukua mtu kwa kijiko, akikunywesha hivi, utakuta inafanya kazi kubwa. Ukigusa tu wewe kwa mkono wako balaa. Ndio maana kuna baadhi ya wagonjwa watakiwi dawa waguse wao wala washike wao, wanyweshwe dawa hizo kuna uchawi maalumu unaekewa kwenye viganja vyako vya mkono. Hata uende kwa mtu ambaye unasikia hapa wamepita watu elfu moja, wote wamepona. Ukienda wewe, kitendo cha kukamata tu ile dawa tayari ishaharibika, ukienda kuitumia dawa ile haifanyi kazi. Ndio nikasema utakapokwenda kwa tabibu yeyote, mimi sizungumzii kuja tu kwangu, tabibu yeyote umekwenda kutibiwa, basi nenda na mtu, zile dawa azipokee yeye utakapofika nyumbani huna uwezi kusoma Ayatul Kursi katika remaji pata haya maa ushifa yatie tu chumvi, alafu osha ile mikono yako, alafu sema bismillah la haula wala quwwata illa billah, kisha ziende dawa zako zile, utaanza kuzitumia. Na utakapokuwa umezichukua zile dawa ukatumia, mfano umepewa utaratibu wa kutumia asubuhi, mchana, jioni, basi ukimaliza kutumia dawa zile, utakapokuwa unaiweka popote pale, sema bismillah. Hata wale majini wanaotumwa kuja kuiharibu ile dawa kamwe hawatoweza ku na kuiharibu dawa hile, dawa itakuwa ni yenye kufanya kazi bi idhni llahi alkarimu. Ndugu mtazamaji, hii ni faida ambayo nalitaka nikupe na nishea na wewe. Ndiyo maana nikasema Maalim Shabani, hii ni familia mguu kwa mguu, mkono kwa mkono mpaka peponi. Mtazamaji wangu popote pale ulipo itakuwa hapa umeondoka na kitu japo kidogo. Inawezekana wewe linakukuta waenda kwa shehe, unasikia bana, unaumwa sukari. Na hawaharibu dawa za sihiri tu, dawa zozote. Wewe unaumwa presha, unaumwa sukari unakwenda sehemu fulani kuchukua dawa za sukari, unatumia uzio, dawa za sukari hizo hizo wanapoa. Ukienda wewe haipoi presha, hivyo hivyo dawa hizo hizo wazo wanapoa. Na hawaziharibu dawa za miti shamba tu, hata dawa za hospitali wanaziharibu. Wanga na masahiri wa kichawi wanaziharibu vidonge hivyo hivyo vya presha, wanapewa uzio wanapoa, lakini ukivishika wewe tu kwa mkono wako, ukivitia mdomoni, utafanya kazi ya kubugia na kuvila. Sindano hizo hizo zinashusha sukari kwa wenzako, sindano hizo hizo ukifanywa wewe we sukari bado imeganda pale pale, na kutazama usoni. Hawa ndio mahasidi wa kichawi, ndio kazi zao walivyo, hawachoki. Kila kukicha, wanahakikisha wanamuumiza mwanadamu. Ndio maana nikasema nije nikufungue kidogo. Hata ukipewa vidonge vya hospitali Sema bismillahi la hawla wala quwwata illa billah, na ikiwezekana nenda na mtu yule, mtu ndio apokee vile vidonge vyako, na ukifika nyumbani nawa mikono yako kwa maji e, ukiweza isomea tu Ayatul Kursi. Chukua chumvi, weka, nawa ile mikono, kisha chukua dawa ile, alafu anza kuila. Kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, utakuwa ni mwenye kufanikiwa, ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji e, wa maalim Shabani, popote pale ulipo, nafikiri hapo umeondoka japo na kitu chochote. Ndio maana tukasema usidharau, e, ukiona video yoyote umeshewa na mtu, mara ngine wanazichukua hizo wanazipeleka kwenye magrupu. Mwingine akiona ah, huyu shehe tushamzoea, utazoea kila siku mazungumzo ni yale yale. Lakini iko siku kinakuja kitu ambacho wewe uenda ni kipya na ni kigeni, na tatizo hilo wewe unalo, ikawa ni sababu ya eh, kujisaidia kwenye jambo hilo. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Maalim Shabani, eh, mimi nikutakia utazamaji mwema. Eh, kama kawaida yetu tuna dawa hapa ya pumu, wale wenye mashakili ya pumu, dawa ya pumu tunayo hii hapa. Dawa hii matumizi yake unatumia vijiko vitatu wa asubuhi, vitatu jioni. Kwa mtoto anatumia kijiko kimoja asubuhi, kijiko kimoja jioni. Hii ni mujarabu sana kwa pumu, wale wenye mashakili ya pumu, mbavu kubana, kifua au anahema kwa shida, atumie hii limau mujarabu biidhnillahil karim, Allah atakusimamia, eh, afwan, atumie hii dawa ya hanjar, kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni yenye kukusaidia kwenye mashakili yako. Hapa tuna limau mujarabu mixer. Hii ni mchanganyo wa, wa vitu mbalimbali mbali. Naam na, na hii dawa ladha yake kama limau ndio maana ikaitwa limau mujarabu mix. Ukinywa dawa hii ladha yake na limau haina tofauti. Naam, dawa hii ni mujarabu sana kwa ajili ya kuondosha mafuta, maumivu ya tumbo. Dawa hii huondosha ganzi, huondosha miguu kwa kamoto. Dawa hii pia husaidia masala mazima ya nguvu katika mwili kwa wale ambao wenye udhaifu. Watukufu wa Islam tuna ma ushifa, tunasema kwamba ma ushifa yamerudi haya hapa. Haya, sina haja kuelezea sana, wenyewe mnayajua. Maji haya ufanyaji wake wa kazi hutibu hutibu macho eh, hutibu mashakili ya tumbo pia eh, hutibu eh, unaweza ukarashia ndani mwako, unaweza ukakiosha chombo chako kwa kutumia haya maushifa, na hatimaye Mwenyezi Mungu akakupa baraka kwenye chombo chako. Hiko hapa tuna mafuta ya Hizbul Bahari. Yale mafuta yenye kufungua vifungo vya kichawi katika mwili na vifungo vya mahasidi. Mahasidi wanaweza kukufunga wewe, e, kishirikina, hatimaye ukawa hufanikiwi kufanya hili aliendi, naam, au, wachawi wanakutoa usiku wanakwenda kukupeleka sehemu mbalimbali, chukua haya mafuta ya Hizbul Bahari, tumia kupaka mwili mzima, Allah atakushika mkono, atakupa nuru kwa majambo yako. Pia hapa tuna e, Ibtal Sihir. Hii ni kwa ajili ya kubadilisha uchawi uliokuwa uliokuwa tumboni. Tumia hii Ibtal Sihir, ndugu yangu mtazamaji itakusaidia kwenye majambo yako. Walioichukua huwa wanauliza Maalim, vitalo hipo? Walishawahi kutumia hizi dawa, hawana, hawana pressure Iki, i, i, wa, hata wasipoziona tu hapa huo wanaingia na wasiwasi. Eh, uuliza kabisa, mali maji vipi? Mali mafuta vipi? Ala kuli hali kwa sababu wanajua faida yake. Na wewe ndugu mtazamaji, usidharau dharau vitu hivi. Unashikwa na mashaki hata kama umepita kwa watu karibia mia moja ushatumia dawa zaidi ya watu ishirini nzima. Eh, ushakata tamaa, la taqnatu min rahmatillah. Njoo tumie dawa zetu hizi kwa uwezo wa Allah. Huo sio huo uchai unaokusumbua tumboni. Eh, ayo mashetani yatakwenda kupona. Dawa yetu ya mwisho kabisa tulikuponayo hapo tuna Inaitwa radi hii, nafikiri nishei kuieleza kwa, kwa muktasar. Dawa hii hurudisha akili kwa wale wenye kusibiwa akili zao kutokana na mashetani wa kijini. Basi dawa hii inatibu maradhi ya akili insha Allah taala kwa wale wenye kuihitaji. Pia kuna utaratibu maalum wa kuwaandarishia dozi kamili ya kutumia. Hii dawa inatumiwa kuanzia eh, wiki moja inakwenda wiki mbili, siku kumi na nne, siku ishirini na moja, hatimaye mtu anaweza kutumia mpaka siku arobaini. Itategemea na ukubwa na uzito wa lile tatizo ambalo Mwenyezi Mungu amemtahini kwa tatizo hilo. Ndugu mtazamaji, e, tukutakie utazamaji mwema utazamaji mzuri. Nyuma ya kamera akisimama vema, vema, Habibi Suleiman Ibn Sultani akihakikisha e, majambo yanakwenda sawia kabisa, na mimi ni ndugu yako Maalim Shabani, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ila llika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 Umu Umushifaa wanapatikana Mbagala Chamazi, kwa Magimba. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755 78 24 78 au 0717 28 42 42 na 0625 57 57 52 72. Umu Umushifa, ukipona wewe na taifa pia limepona. Wote mnakaribishwa.